Haya tumeatoa wapi? Kwa hiyo kunakuwa na notion nyingi kwenye jambo hili kwamba labda hapa kuna vita ya udini, kwamba kuna maslahi tofauti, kwamba hapa kuna utanganyika na uzanzibari. Mambo haya hayafai. Kabla ya kufanya jambo, ni vizuri kujiuliza athari zake ni nini. Mimi tangu nimefika umri huu na kufanya kazi zangu hizi za Mungu, sijawahi kuona imamu amekosea msikiti ukafungwa. Kwa hiyo hiki kitu ni hatari sana. Ukabila, sisi wote tumetoka katika mmoja, tusitengwe kwa sababu ya dini zetu, tusitengwe kwa sababu ya kabila zetu. Hakuna kabila ambayo ni bora zaidi ya kabila lingine, hakuna dini ambayo ni bora zaidi ya dini nyingine. Juzijuzi juzi tu hapa alikuwa anapita mkoa hadi mkoa anamsifia na kupiga kelele kubwa sana kwa kumsifia mama Samia Hassani Suluhu. Hivi hili alikuwa kosa? Alikuwa siasa? Mbona alikuwa anafanya na kufanya chochote? au sisi tukisifia ni jambo jema, tukikosoa ni jambo baya? Nimesikia taarifa nyingi kwenye mitandao, kwenye magazeti, kwenye vyombo la mbalimbali, lakini na watu wakiongea, kuna jambo ambalo linaendelea katika taifa la Tanzania lakini jambo hili ni kwa habari ya kufungwa kwa kanisa linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Jambo hili limeleta simanzi sana katika taifa la Tanzania, tumekuwa kama tuna msiba, kwa sababu kila kona ya taifa, kila kona ya nchi sasa hivi habari ni hii. Lakini nikapata maswali mengi ya kujiuliza baada ya kufuatilia hiyo taarifa iliyotolewa ambayo inasababisha ashambuliwe kwa namna ya ajabu sana. Kwa mtazamo wangu na kwa mawazo yangu mwenyewe binafsi, taarifa hilo inaona kama haina shida. Alikuwa anaongelea habari ya kutetea watu wanaouawa, kusemea watu ambao hawana sauti, wanaopotea bila sababu, na wengine hawajaonekana mpaka leo, lakini kutafuta nani anafanya haya, mimi sidhani kama kulikuwa na dhana yoyote ndani yake iliyobeba swala la kisiasa ama la kidini ama la kikabila ama la namna yoyote, lakini uliokuwa unaongelewa hapa ni utaifa na utu, utaifa na utu. Sasa nimekuwa na maswali mengi ya kujiuliza kwenye jambo hili kwamba oke okay, linaweza likaonekana ni jambo zuri, labda mtu ameonya, lakini tunatakiwa tuone vitu vingi kwenye hili jambo kwamba tunaelekea wapi, tuna athari gani? kuna athari nyingi zaweza kujitokeza. Athari mojawapo ni hii. Sasa hivi watu wanasimanzi, watu wanahangaika kwamba wamenyimwa uhuru wa kuabudu. Jumapili wanakwenda kuabudu wapi? Sawa, siku za katikati, waumini wengine ni wale wanaoonekana Jumapili kwa Jumapili. Sasa taarifa haikutolewa, imetangazwa kwenye mitandao na watu wamevamiwa wakiwa kwenye mikesha. Eh, na wakapigwa. Ni kitu cha ajabu, kanisani mahali pa amani, mahali pa usalama. Mtu aliyeumizwa ninachojua, anakimbilia kanisani anapata relief, lakini leo anakwenda kanisani, anakuta amezungukwa, anakuta anamwagiwa, ana mabomu ya machozi eh, anapigwa vilungu. Kwa nini? kwa nini? Kwa sababu anakwenda kuabudu? Hapana, kwa sababu mtu mmoja ameuliza au ameelezea amehoji, kwa nini watu wanatekwa, ni nani anayewateka na anayewateka wako wapi? Je, ni kweli watu hawateki? Mimi sikuona, sikuona sababu ya kufanya vita ya namna hii. Watu wengi wameumia sana kwenye jambo hili. Kuna wagonjwa wanakwenda pale ili wapone, waombewe na makanisa hayo ni mengi mno. Kuna watoto wanashinda pale kanisani siku za Jumamosi, wana ratiba hiyo. Leo watoto wale watakwenda wapi na tunaofundisha nini kwenye jambo hili? kwamba je, dini ni vita? Kinyume na serikali sio jambo zuri kabisa. Na, na nimesikiliza nime ile, ile, ile, ile press kwamba watanzania hatujawahi kuwa na utamaduni wa namna hii. Haya tumeatoa wapi kwao? Kunakuwa na nosheni nyingi kwenye jambo hili kwamba labda hapa kuna vita ya udini, kwamba kuna masilahi tofauti kwamba hapa kuna utanganyika na uzanzibari. Mambo haya hayafai. Kabla ya kufanya jambo, ni vizuri kujiuliza athari zake ni nini. Jina langu naitwa Emanueli Stepheni Chidobe, ni mchungaji. Kuna kitu kinanisikitisha ambacho nilikiona baada ya wa waraka kuona umepita kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya kanisa la ufufuo na uzima la mchungaji Josephat Mathias Gwajima kufungiwa. Kwa hiyo sasa naomba nitoe kitu na rai kwa serikali yangu na watu wote tuweze kujua hili jambo, jambo hili ni baya na halina mashiko na halina amani, kwa sababu angalia, wajima amesema kwamba kanisa lake lina zaidi liko elfu mbili. kanisa yako elfu mbili leo hii mnafungia mpaka leo Ijumaa, hakuna mtu yoyote anayekwenda kusali wala kitu chochote kama yeye Gwajima amekosea basi mfateni yeye lakini, achieni kanisa watu wakasali. Kumbukeni watu hawa alionao nyuma yake ndio wapiga kula wenu na ndio wanapaswa nyie kuwaendeleza kwa jambo lolote kwenye uchaguzi zenu. Leo mmefungia, mnatengeneza hasila na serikali pamoja na, na wananchi kuwachukia nyie viongozi. Mii rai yangu niwambie kitu kimoja kama mchungaji hiki kitu na kilani na sikipendi. Ninaomba mamlaka husika, aidha wizara ya mambo ya ndani ihusike na mambo haya, kufungua huduma hii, watu jumapili waweze kwenda kuabudu na kuthali pamoja pale, kwa sababu leo hii mnatengeneza chuki nyingi sana na serikali. Inawezekana ni mtu mmoja, inawezekana ni watu wengine. Alichokisema askofu Sawa, mjibuni kwa hoja, sio kufungia vitu kama hivi. Ni jambo ambalo baya sana. Kwenye maisha yangu mimi, tangu nimefika umri huu na kufanya kazi zangu hizi za Mungu, sijawahi kuona imamu amekosea msikiti ukafungwa. Kwa hiyo hiki kitu ni hatari sana, na ninaomba sana serikali husika naomba sana fanyeni juu chini kuweza kulifungua kanisa na mambo mengine yaweze kwenda. Jumapili hawa watu wengi wapate kwenda kuabudu pamoja, kwa sababu rai yangu naanza kuiangalia, Jumapili wataanza kwenda kwenye makanisa yao, aidha Mwanza wataenda sehemu yao, Masasi wataenda sehemu yao, Moshi wataenda sehemu yao, hawa watu Dar es Salaam watakuja sehemu yao. Mtaanza kutengeneza mesheni nyingine, kwamba wamekuja kufanya vurugu, kumbe wao wamekuja kwenda kanisani. Niwaombe serikali Niwaombe sana achieni nafasi hii, fungueni kanisa la mheshimiwa huyu ili liweze kufanya mambo yake yaende sawa. Tukiangalia tu na wakumbusha tu kwa muda mchache, nawakumbusha sana, juzi juzi tu hapa alikuwa anapita mkoa hadi mkoa, anamsifia na kupiga kelele kubwa sana kwa kumsifia mama Samia Hassan Suluhu. Hivi hili alikuwa kosa? Alikuwa alikuwa siasa, mbona alikuwa anafanya na kufanya chochote? Au sisi tukisifia ni jambo jema, tukikosoa ni jambo baya? Hebu naomba basi lihusike hili tukio zuri sana kwa viongozi wangu muweze kufanya hili tukio ili likae sawa. Kumbukeni tuna uchaguzi. Niwaombe, kuna uchaguzi na sisi nyuma yetu tuna watu. Tukiwaeleza hawa watu kwa niaba ya kesho hakuna atakayesimama juu ya hilo swala. Niombe serikali kaeni vizuri, kaeni vizuri na askofu huyu mfungue huduma yake, watu waende na mambo mengine yaende. Ni jambo jema na ni jambo la kimungu sana. Kuna kupendwa na kuna kukosolewa na kuna kuambiwa ukweli. Lazima tukubali kuambiwa ukweli. Kwa nini tukiambiwa ukweli tunakasirika, tunafungia kanisa hivi? Nyie mliofanya habari hii, mnamfikiriaje Mungu kesho? Hivi mnajiona hapa duniani nyie ni walinzi wa dunia? Niwaombe sana viongozi, kuna leo, kuna kesho. Tafakarini watoto wenu wataishije kesho. Asante, nawashukuru sana, mbarikiwe sana, Amen. Ingekuwa ni chakula, sawa, watu waweza kwenda kuchukua mahali pengine, sawa, watu waweza kwenda kuchukua chakula mahali pengine, lakini swala la huduma ya kiroho ni hatari mno, swala la imani ya mtu ni hatari mno. Tumekuwa tumelelewa kwenye mambo hayo, lakini kwa habari ya maendeleo, labda pia ni nielezee ni, ni, ni kidogo kwamba mtawala huwa anatafuta watu ili nchi iwe na maendeleo. Sasa leo tunapowatawanya watu ni jambo la ajabu. Mwalimu Nyerere ishai kuongea, ili uwe na maendeleo, ili nchi iwe na maendeleo, inahitaji vitu kadha wa kadha, inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Sasa leo watu hao ndio wanapotea na tunahoji kwa nini wanapotea. Hivi hapa kuna maendeleo kweli? Watu hao ndio wanakuja kwenye nyumba za ibada wanapigwa kuna maendeleo kuna amani kweli hapa? Lakini unapoongelea kwamba labda ni ishu ameongelea swala la siasa kwenye madhabahu, mimi sioni kama ni, ni swala la siasa kwenye madhabahu, kwa sababu siasa ni maisha, siasa ni mfumo wa maisha. Inaweza ikawa kwenye uh, ngazi ya kifamilia, inaweza ikawa ni kwenye ngazi ya kitaifa, inaweza ikawa ni kwenye kwenye kwenye kwenye jamii kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, huwezi kuikwepa siasa kwenye maisha ya mtu siasa labda ni nini? Na ndio maana sasa leo tunakuta watu wanasema siasa ni mchezo mchafu. Tunasikia viongozi wana wana wana wanajaribu wana kuonya watu msichanganye dini na siasa, lakini siasa hii ni nini? Ninachojua siasa ni maisha, siasa ni maisha. Maisha popote, siasa lazima iongelewe. Sasa mtu anaposimama madhabahuni, anachoongea anaongea siasa, nyumbani kwake anaongea siasa. Kwa hiyo mimi niombe nitoe rai kabla hatujafika pabaya. Jumapili kesho kutwa, kuna watu ambao hawajasikia hili jambo, wanasikia tu kwenye mitandao, inaonekana ni udaku na vitu kama hivyo. Watu wamezoea udaku kwenye, kwenye, kwenye mitandao. Hakuna hakuna maelezo rasmi yanayoonyesha kwamba jambo hili kweli lipo, katazo hili kweli lipo. Ndio maana unaona hata hiyo siku ya Jumatatu nilivyoona kwenye picha mjongeo, watu wanapigwa bila sababu. Hivi tumefikia huku kweli? Kama taifa tumefikia huku kama watanzania kweli? Anayepiga wanaoabudu ni Mtanzania, anayeabudu anapigwa na mtu Mtanzania. Hivi tumefikia huku kweli? Tunaelekea wapi kama taifa? Anyway, ile ilikuwa ni ibada ya katikati. Jumapili watu watatafuta kwenda kuabudu. Nimemsikia anasema ana watu zaidi, makanisa zaidi ya elfu mbili Tanzania. Watu watatoka asubuhi wanakwenda kuabudu. Je, nini kitatokea? Wanakuta kanisa limepigwa utepe, jambo gani litatokea? Tutegemee nini kutokea hapo, watu wanapokusanyika zaidi ya mia mia mbili mia tatu? Tutarajie nini kitokee? So wawezi kukuta utepe wakaondoka, wakarudi walikotoka majumbani, watabaki pale pale nini? Wataintroduce wataimplement nini pale? Ni vizuri kujua kwamba tunaweza tukatangaza amani lakini tukawa sababu ya kuchafua amani ya kuleta machafuko katika taifa, katika jamii, katika familia. Hata Bibilia inanieleza wazi kwenye kitabu kile cha Kolosai sura ile ya tatu mstari wa ishirini kwamba enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana na hii ndio haki. Lakini mstari wa ishirini na moja na ninyi baba msiwachokoze watoto wasije wakakata tamaa. Watu wakifikia hatua ya kukata tamaa tunaelekea mbali sana. Lakini pia utaona kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya kumi na saba mstari wa kumi na mbili Yesu anasema, wa Baba, wale wote ulionipa ulio, ulio, niliwalinda kwa jina lako. Lakini inapotokea mtu mwingine anawatawanya wale ambao tunawalinda, nini kinakwenda kutokea? Kwa hiyo mimi nitoe tamko, ni laani jambo hili kwamba jambo hili sio zuri kabisa. Tunawajengea imeji gani watoto wetu, watoto wa watoto wetu? Tunawafundisha nini Je, leo limefungwa la Gojima, kesho litafungwa la nani? Lakini kwa kupendekeza, kwa kushauri kwamba tufanye nini ili jambo hili litoke. Hivi kweli matokeo yake, matarajio yake ni, ni, au malipo yake ni kufungiwa kanisa? Hii ni sawa kweli? Hao wanaofungiwa kanisa wanatakiwa kuabudu, wenye uhuru wa kuabudu. Je, hao wamekosea nini? Mimi nafikiri tufike mahali ni kuombe sana raisi wa nchi hii ya Tanzania pamoja na wale wote wanaokuzunguka kushauri, lakini na mamlaka zingine husika, tusitengeneze uadui kati ya jeshi la polisi na wananchi wa kawaida ambao ni innocent. Hawa wanakwenda kuabudu, sio wahalifu. Hawa wamevamiwa kana kwamba ni watu au askari wamevamia kijiwe cha wavuta bangi wale ni waumini walikuwa wanaabudu, lakini imetokea kama ilivyotokea kwenye picha mjongeo. Kwa hiyo mimi ni shauri kwamba hebu tutafute namna nyingine ya kurekebisha jambo hili, tukae chini tuongee kama ambavyo siasa inasema kwamba kwenye siasa kuna mijadala, kiongozi ukae na watu na watumishi wa Mungu ni watu wema tu. Mara nyingi umekuwa ukikusanya viongozi wa dini, basi waite tuite sisi wote tukae, tujadili jambo hili jamani, limekaaje, ili maisha mengine yaendelee, maendeleo yaendelee katika nchi, tusiye kufikia pabaya. Hatutamani, huwa inatisha tunapoona wenzetu wa nchi za, za, za, za jirani wanakuja kwetu kutafuta kutafuta kutafuta, kutafuta kimbilio, kutafuta hifadhi kwa sababu ya machafuko. Sisi tutakwenda wapi? maeneo au nchi nyingi zilizotuzunguka kuna machafuko, wenzetu wanakimbilia kwetu. Hiki ni kisiwa cha amani. Sisi tutakwenda wapi? Kina mama, wazee, watoto, tutawapeleka wapi? Mimi niseme wewe, ni mama, tuite sisi viongozi wa dini, waite Waislamu, waite Wabudha, waite Wahindu, wale viongozi. Mimi naamini kutokea hapo kuna hekima ambayo itatumika ili kanisa hili lifunguliwe watu wapewe uhuru wa kuabudu, watu wamtafute Mungu wao. Unapowatenga watu na Mungu wao, ni jambo la hatari sana. Mimi nilaani sana kitendo hiki, kwamba si sawa kabisa kwenye jamii yetu ya Kitanzania. Ebu turudi kwenye tamaduni zetu za zamani, turudi kwenye asili zetu. Hatujalelewa vivi, hatujalelewa kwenye migogoro Tukae chini tuongee, mambo haya yaishe, watu wawe na amani, watu wapendane. Tanzania hakuna udini, Tanzania hakuna ukabila. Sisi wote tumetoka katika mmoja, tusitengwe kwa sababu ya dini zetu, tusitengwe kwa sababu ya kabila zetu. Hakuna kabila ambayo ni bora zaidi ya kabila lingine, hakuna dini ambayo ni bora zaidi ya dini nyingine. Dini ni mpango wa watu kumtafuta Mungu kwao, tuliache hivyo. Mungu awabariki sana wote wanaonisikia, na naamini jambo hili litapatiwa ufumbuzi. Asanteni sana. Updates za mbinguni miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo.